Ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, kwanza kabisa tunamshukuru Mungu kwa kutupa neema ya uzima, afya, baraka na kibali cha kushiriki katika jambo hili ambalo tumejipangia kwa lengo la kufanya tathmini ya siku mia moja za Mheshimiwa Rais, hasa kwa mambo ambayo ameyaahidi kwa wananchi kwamba yatatimizwa ndani ya siku mia ngapi? Mia moja. Leo mkoa wetu wa Iringa umefanya tathmini ya ahadi za Mheshimiwa Rais ndani ya siku mia moja na tumefanya tathmini hii leo kwa sababu baada tu Mheshimiwa Rais kutamka, tayari serikali ilianza kutekeleza jambo moja baada ya jambo lingine. Tumeamua kufanya tathmini leo kwa sababu ni siku ya hamsini, tangu ahadi hiyo imetolewa, na ulikuwa ni wajibu wetu kujua, je, mpaka sasa tunafika nusu ya siku mia moja, tumefanikiwa kwa kiasi gani? Tumekwama kwa kiasi gani? Na tuongeze nguvu kwenye eneo gani? Niwapongeze sana wakuu wa taasisi, wakuu wa idara, wakurugenzi na wakuu wa mashirika kwa kazi nzuri mnayofanya mengi, na tujipigie makofi mengi, mengi. Kazi imefanyika na inaonekana na nimefurahishwa sana na namna ambavyo tumeimarisha mipango ya kuhakikisha na sehemu iliyobaki tunaendelea kujiimarisha ili na yenyewe ifanyike vizuri zaidi. Yako mambo machache sana ambayo nitataka kuyagusia kwa sababu e, tayari mambo mengi tumeyapokea katika taarifa za jumla. Ndugu zangu, pamoja na kazi nzuri ambayo imefanywa na taasisi zetu na kazi nzuri ambayo zimefanywa na watumishi wenzetu katika kutafsiri maono ya Mheshimiwa Rais ndani ya siku mia moja. Yako baadhi ya mambo ambayo lazima tuongeze nguvu katika kuyafanya. Jambo la kwanza ni eneo la kilimo. Eneo la kilimo. Katika eneo la kilimo tungependa kuzikumbusha halmashauri zetu ambazo kilimo ndio shughuli kubwa ya kiuchumi katika hayo maeneo, kuhakikisha kwamba mnaendelea kubainisha mazao ya kibiashara ya yanayolimwa kwenye maeneo yenu na kuweka mikakati ya kuhakikisha mazao hayo yanalimwa kwa wingi kwa tija na kwa ubora ili yaweze kukidhi mahitaji ya soko na kuchochea uchumi wa mkulima mmoja mmoja na jamii kwa ujumla. Lakini eneo la pili ni kuendelea kwa kuhakikisha kwamba kunakuwa na muunganiko baina ya kilimo cha biashara tunachokifanya pamoja na viwanda vidogo vidogo, vidogo vinavyoongeza thamani ya mazao ya biashara yanayozalishwa kwenye halmashauri zetu. Lakini jambo la tatu ni muhimu sana tukaimarisha soko la hayo mazao ya kibiashara na, na soko la mazao ya chakula yanayopatikana kwenye maeneo yetu. Watu wajue, tukilima mahindi kwa wingi soko letu liko wapi? Tukilima mchele kwa wingi soko letu liko wapi? Na hapa ni masoko ya aina mbili, soko la ndani ambalo mmejenga miundombinu ndani ya halmashauri na soko la nje ambalo linagusa fursa za kule ambako mazao yenu yanahitaji. Ni muhimu tukafanya hivyo ili kuongeza tija na thamani ya kazi kubwa inayofanywa na kilimo kwa wananchi wanaofanya kwenye maeneo yetu. Jambo lingine ni kuweka mfumo bora wa kukusanya mapato yanayotokana na mazao yanayolimwa katika halmashauri zetu. Ni muhimu sana kila halmashauri ikajipanga kimkakati kuhakikisha kwamba kama watu wetu wanalima vizuri, wanavuna vizuri, wanafanya biashara vizuri, ni muhimu tukaweka mfumo bora na makini ambao utaweza kukusanya fedha zinazotokana na mazao ya biashara na kilimo yanayopatikana kwenye maeneo yetu. Jambo la pili, ndugu wananchi wenzangu, ndugu viongozi ambao tumekutana kwenye kikao cha tathmini, ni swala la uwezeshaji wananchi kiuchumi. Katika eneo hili, ni imani yangu kwamba wananchi wote wanafahamu halmashauri zetu zina fedha na kwa sababu wananchi wanafahamu halmashauri zetu zina fedha, ni muhimu tukaimarisha utoaji wa elimu wa namna gani fedha hizo zinapatikana kutoka kwenye halmashauri. Kama watu wanajua fedha zipo, ni lazima muambie namna gani wanazipata hizo fedha ambazo wanaamini zipo. Katika hilo, ni lazima elimu kwa umma iimarishwe. Waheshimiwa madiwani watusaidie kuwafikia wananchi wa, maafisa maendeleo watusaidie kufikia wananchi, na wakuu wangu wa wilaya, kila mnapopata nafasi, hakikisheni mnawafikia wananchi na kuwaeleza utaratibu bora wa kuzipata hizi fedha kwenye maeneo yao. Lakini pili mikopo hii imegawanyika katika maeneo mbalimbali. Yako maeneo ambako watu wanahitaji fedha kesh, yako maeneo ambako watu wanahitaji vifaa na yako maeneo ambayo watu wanahitaji eh, elimu ya kutumia hizo hizo fedha. Ambazo tutazipeleka kule ambako tunahitajika fedha tupeleke fedha, kule ambako vinahitajika vifaa vipelekwe vifaa. Hawa vijana na wakina mama na, wa, na wenzetu wenye ulemavu ambao wanahitaji msaada huu ni lazima tuwasikilize kwa umakini sana. Isije ikafikia wakati wao wanahitaji fedha, nyinyi mnawapelekea vifaa. Kemistri yenu na wao itayumba kuanzia mwanzo. Kule ambako wanasema wameandaa, wame mradi wao wa thamani kiasi kadhaa, na nyinyi mko tayari kuwapa hicho kiasi. Wapeni hicho kiasi wafanye. Kwa sababu tunao mfano watu wengi ambao mmewapa fedha na wamefanya vizuri kulingana na mpango ambao wamewasilisha kwenye halmashauri. Tunaendelea kuhakikisha tunasimamia ukusanyaji e, wa mapato kwanza kwenye halmashauri ili tuweze kuhakikisha uchumi unakuwepo na biashara zinakuwepo na kuweza tunahakikisha tunafasilitate vile vikundi, lakini hali e, kwenye mpango wetu wa halmashauri tumepanga kukusanya bilioni bilioni 7.8 kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano ishirini na sita lakini hadi sasa hadi tarehe 15 mwezi Desemba tulikuwa tumesha kusanya bilioni mbili, bilioni 4.2 sawa na asilimia hamsini na eh, tatu ya makusanyo, na hizi tutaendelea kuzi, kuzi, kuzipeleka kwa wananchi na kuendelea ku, hizi zimetusaidia hata ku, kujenga shule tano kwa mapato ya ndani tatu zikiwa za msingi lakini mbili ni za sekondari. Hizi tunaenda kuzisajili na tunaanza Januari. Lakini pia kwa mapato hayo hayo e, sasa hivi tutaenda kutoa bilioni milioni mia tatu arobaini ar, na tatu Januari. Lakini hizi nyingine kwa kipindi kilichopita tulishagawa tulisha bilioni moja milioni mia tatu kwa vikundi e, themanini na nane kwa awamu mbili. Kwa hiyo hii ya milioni 343 itakuwa awamu ya tatu. Katika kipengele cha uchumi, biashara na ajira, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, katika sekta ya uchumi, biashara na ajira halmashauri imeendelea kutekeleza masuala yafuatayo. Kushikiana na kamati ya ulinzi na usalama katika ukusanyaji na udhibiti wa potezo wa mapato, Novemba hadi Disemba, makusanyo ya shilingi milioni 735 na vilevile kipengele cha pili, kwa wasajili wafanyabiashara 1162 biashara ndogondogo na na wakati vilevile tumeweza kutoa vibali vya leseni 334 ili kurahisisha biashara. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kiendelea na kipengele cha nani, najaribu kusema kitu kifupi katika kuzindua mipango ya mitaa ya viwanda wilayani. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, halmashauri ime ainisha eneo lenye ukubwa wa ekari 95 katika kitongoji cha Kibaoni, kata ya Mtitu, kwa ajili ya shughuli za viwanda vidogodogo agroprocessing vya kuongezea thamani mazao na mifugo na misitu. Vile vile kwa kuhamasisha makundi mbalimbali akiwemo ya wanawake 182 na vijana 235 kwa lengo la kujihusisha katika shughuli za uzalishaji na kuongeza thamani ya mazao. Katika siku 100, halmashauri ya Iringa katika kutimiza azma hii ya wajibikaji imeweza kufanya fuatayo: kutumia mfumo wa CCTV kamera kufuatilia mifumo ya huduma za ndani zinazotolewa kwa wateja, kutumia mfumo wa biometric attendance register kufuatilia mahudhurio na uwepo wa watumishi kazini, kuendelea kufanya vikao vya kusikiliza kero za wananchi kijiji kwa kijiji, ambapo hadi sasa vijiji 59 kati ya vijiji 134, vimefikiwa, kutumia mbao za matangazo kutangaza fursa za ajira zinazotolewa na taasisi mbalimbali lakini pia kufuatilia utendaji kazi wa watumishi wa umma kwa kutumia mfumo wa e utendaji ama pepmis, kudhibiti matumizi mabaya ya fedha za umma kwa kutumia mfumo wa malipo ya mishahara hii watumishi. Lakini mikakati mingine ni kuanza maandalizi ya kutumia mfumo wa e office kwa ajili ya kurahisisha ufuatiliaji wa barua zinazoingia na kutoka, kuendelea kuhamasisha utumiaji mfumo wa e mrejesho, kuwasilisha malalamiko na pongezi kwa huduma zinatolewa na taasisi lakini pia kuwezesha waheshimiwa madiwani kuwa na vifaa ama tunasema tablet kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali kwa ajili ya uendeshaji wa vikao na halmashauri kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Asante Mheshimiwa mkuu wa mkoa, naomba kuwasilisha ahadi za siku mia moja zilizoahidiwa na mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan wakati wa uzinduzi wa kampeni A, katika manispaa ya Iringa kuna ahadi ambazo tayari zimeshatekelezwa na zingine zipo kwenye mikakati nikaanza kwenye upande wa utoaji wa matibabu bure a, jumla ya watoto chini ya miaka mitano elfu moja mia saba ishirini na tatu wamepatiwa matibabu bure, wazee wasiojiweza mia tatu sabini na nane watoto chini ya miaka mitano elfu moja mia tatu ishirini na tatu Kuhusu kutekeleza bima ya afya kwa watu wote kwa awamu ya majaribio katika manispaa Iringa, jumla ya wataalamu wa afya ishirini na tatu kutoka vituo kumi na tatu wameweza kupatiwa mafunzo elekezi namna uendeshaji wa bima ya afya kwa wote. Tukija kwenye upande wa kutokuzuia mili ya marehemu kwenye hospitali mpaka sasa uh, mnamo tarehe ishirini Novemba mkurugenzi aliweza kuandikia barua waganga afawizi wa hospitali wa ya wilaya ya frelimu barua yenye kumbukumbu namba ambayo ipo hapa kwa ajili ya zoezi la kuto kuzuia mili kutoa mili ya marehemu ambao wa watu ambao wa wana madeni kwenye swala la kutoa ajira uh, elfu tano kwa wataalamu wa afya uh, mpaka sasa wakati tunasubiri kupatiwa ajira, lakini uh, halmashauri ilichukua juhudi na kuweza kuajiri ajira za mkataba thelathini na tisa kwa watu wa afya ambao mpaka sasa wanaendelea na kutoa huduma katika vituo vyetu kumi na tatu vilivyopo katika manispaa ya Iringa.